E, Mwenyezi Mungu, mola wetu mtukufu wa mbingu na ardhi, tunakuomba sisi waja wako dhalili, waja wako wanyonge, tupe utulivu katika kongamano letu hili, lakini tupe umoja na maelewano, tutoke na kauli moja katika kongamano hili. Mwenyezi Mungu ulotukuka, ulioumba mbingu na ardhi, wewe ndio ulioumba huu ulimwengu, na katika huu ulimwengu ukajalia nchi inayoitwa Tanzania na ndani ya hii nchi ya Tanzania wewe ndio uliotaka utulivu, amani, mshikamano uweze kuwepo. Zikiwa zimesalia siku chache kwa Watanzania kushiriki katika zoezi la uchaguzi mkuu hapa mkoani Singida, viongozi wa dini mbalimbali wamekutana kujadili masuala mbalimbali mbali ikiwemo kuliombea taifa na kuhamasisha wananchi kushiriki katika zoezi la kupiga kura. Tukitanguliza fedha tutauana. Tukitanguliza uongozi tutauana. Tukitanguliza madaraka tutauana. Tumtafute kwanza Mungu na tukimpata Mungu, fedha, vyeo, maisha, baraka, matokeo yote yale tunayotaka yatafanikiwa. Upendo, haki na amani. Rabbana waj'al hadha baladan amina. Ewe Mola wangu, fanya nchi hii iwe ya amani. Hakukuwa na vyama vya kisiasa. Kwa hiyo madai ya kwamba tunataka haki ni madai ya vyama vya kisiasa. Ndio wanayetanguliza haki wanaacha amani. Huu ni upotofu. Wito wangu ni kuiombea, kuendelea kuiombea nchi hii amani, utulivu, uongozi wetu ulioko madarakani, rais na viongozi wake wote, mabaraza yote mawaziri wote pia, kuombea umoja wa taifa letu la Tanzania. Sisi viongozi wa dini tuna mtihani mkubwa sana ndani ya meyo yote, kila mmoja ana chama chake, lakini ni kiongozi wa dini unaweza ukafatwa na mwanachama yoyote, anaitaga anataka kwako nini dua, umwombe huyu, ndio mtihani lakini. Tumwombe Mungu, sisi tulilonalo kubwa, tulilonalo ni kumwomba Mungu atulize amani yetu ndani ya Tanzania hii. Kutoka mkoani Singida, Edna Malekela.